Jimbo langu leo limepata bahati ya kuwa uwenyeji wa majimbo mengine ya mkoa maalumu wa Kichama Kahama unaoundwa na majimbo ya Ushetu, Msalala na Kahama mjini. Kwa jimbo letu leo tunakuwa wenyeji, tumepokea hawa wenzetu eh, kwa zima moja tu. Mkoa wetu leo ulikuwa unazindua rasmi zoezi la uchukuaji wa fomu kwa wanachama wa ACT Wazalendo wenye dhamira ya kushiriki uchaguzi mkuu kwa mwaka 20, wa mwaka 2025. Uzinduzi wa uchukuaji wa fomu kwa nafasi za urais, udiwani na ubunge eh, kwenye mkoa maalum wa kichama Kahama limezinduliwa hapa kwenye jimbo la Kahama mjini. Kwa hiyo jumla e, ya wagombea kumi na mbili wamechukua fomu hadi sasa. Kati ya hawa e, mgombea mmoja wa ubunge amechukua fomu kutoka jimbo la Msalala. Mgombea mmoja amechukua fomu kutoka jimbo la Ushetu. Wagombea wawili wamechukua fomu kutoka jimbo la Kahama mjini. Mgombea mmoja amechukua fomu ya udiwani kutoka kata ya Mapamba, jimbo la Ushetu. Wagombea e, takribani saba wamechukua fomu za udiwani kutoka kata mbalimbali za manispaa ya Kahama ama jimbo la kahama pia lakini, tunatarajia wagombea wetu wengine wataendelea kuchukua kati ya leo na tarehe 30 kama kalenda ya matukio ya uchaguzi ya chama cha ACT Wazalendo inavyoelekeza. k Ndugu zangu wanahabari, niseme tu kwamba tunayo furaha tunazo shukrani nyingi sana kwa wanachama wa ACT Wazalendo kwa namna ambavyo wamejitokeza katika siku ya kwanza ya uzinduzi wa zoezi letu la uchukuaji wa fomu. Wito wangu, wagombea wote waliochukua fomu wanapaswa kuzijaza kwa mujibu ya matakwa ya fomu za kuomba, eh, kudhaminiwa na chama kuwa wagombea wa nafasi walizoziomba lakini ni muhimu sana kuhakikisha kuwa fomu hizo zinalipiwa ada iliyoelekezwa na na na maelekezo ya chama ya uchaguzi. Na hapa niweke vizuri, kwenye jimbo letu leo hatujapata, katika shughuli yetu ya leo ya uzinduzi wa hili zoezi kwenye mkoa wetu hatujapata mgombea urais. Akipatikana tutavifahamisha vyombo vya habari. Sisi tutaendelea na vikao vyetu vya ndani kupeana maelekezo kadhaa lakini tuwaombe waandishi wa habari mtupelekee salamu hizi kwamba ACT Wazalendo mkoa maalum wa kichama Kahama umejipanga kuhakikisha kwenye majimbo yetu, ndio maelekezo ya viongozi wetu wa mkoa kwamba kwenye majimbo yetu tunaweka wagombea kwa asilimia mia moja, lakini sio tu kuweka magombea, kuweka wagombea wenye uwezo na wanaokubalika kwenye jamii.